Natamani na, unajua Basata walikupo na ule utaratibu wao pia wa kutoa elimu kwa wasanii tofauti tofauti. Nadhani pia kwenye upande wa hivi vitu kuhusiana na haki miliki waelekezwe, kwa mfano hata neno hamna copyright ya eh, tusemeti kwenye ngoma yetu, umesema mama, ili neno mama ni la kwangu, mtu asiliguse? Hapana hmm. au joro, sasa hivi mimi ni semeti, nimesajili neno moyo? Hapana, kwenye muziki iko hivyo, tunaangalia mashairi. Kama utachukua line ya mtu nzima bila uh, kutoa kuna nili kuna ishu za melody, kuna ishu za beat. kuna vitu ambavyo ni moja kwa moja <laughs> lakini when it comes to what wewe unaenda tena ku, ku, kuzungumzia kwamba ili neno sijui nini kitu kama hicho inakuwa kipo, lakini sasa, uh, tukiangalia kwa upande mwingine, this time Nandi amekuwa makini sana, uh, kwa sababu amepata hiyo strike, ameambiwa video yake itashushwa ndani ya siku tano, si ndio? Mm. um, ameipini kabisa. Naona hili ni funzo ambalo labda alipata kwenye kazi ya, ya nyuma. Unajua hiyo comment ya Nandi mm, unaweza ukachukulia polakini nzito. Kwanza ukiachana yeah, kupin alicho kiandika mwanzo na mwisho, kasema kwamba usije hata mama yako akanitafuta nikusaidie nikusamee ni ikashindikana. mm -hmm. So unajua anamaanisha nini baada ya hapo yeah. Lakini pia pale mwisho kuandiki kusema kwamba watu wakamsapoti, yani kwamba anauma na kupuliza. Ok wes, unaitafuta tension, nimekupa ninakupa, lakini pia ufahamu what's next kama hii kitu ikitokea we sui, kama unaelewa yani kwamba ni post ambayo ni ya kinyama sana, haipaswi kuchukuliwa poa, nafikiri na, yeah, na, na, na yeye huyu Msenyembe anapaswa kujitahadharisha. Amemwambia yani ni kwamba wewe umetaka mwendo kwa sababu kazi haijashushwa, sindio? Hem, ka remove ile strike ambayo umeiweka kule, kafanyaje, kaitoe kazi yangu iback safe. Ila ikishuka hata msamaha wa mama ako sintafanyaje, sintaupokei na maana, kuna kitu ambacho nani ataenda kukifanya. By the way, kwa wale ambao hawajafuatilia ile kesi ya Nandi na Mr. Tonge Nyama, ambapo imefika iko mahakama kuu, hmm. na sasa hivi ilipofikia ni kwamba Nandi wao wameenda, kwa sababu niliongea na uwakili wa Mr Tonge Nyama mara ya mwisho, ambapo walienda kwenye kesi, anaitwa Barnabas Nyalusi. Alisema kwamba Nandi kwanza amekataa kile ambacho wao wamekisema, si unajua lazima eh? afundo kesi itakuja kusikilizwa kwanza. Umepokea, wao wamekataa, lakini naye pia ametoa yani, naye pia ametoa madai yake, kushusha ile ngoma yake Okay, meshanaelewa okay. Uh, nadhani kuna, mili, kuna, kuna milioni mia mbili na yeye pia anazihitaji kwa ajili ya kazi yake kushushwa, yeah, na nini yeah, na nini yeah. Sasa ukiangalia ile kesi, yule jamaa ile Tonge Nyama ni brandi yake alisajili tangu mwaka 2022 sindio? mm -hmm. lakini sijui mpaka na soundtrack na nini, kwa hiyo wale wanaendelea na kesi yao okay. lakini